Kristu mwashamu, Baba Askofu Eusebius Zigirwa, askofu wa jimbo la Mpanda na makamu wa rais la wa baraza Maaskofu Katoliki Tanzania, tunakushukuru sana kwa kutuanzishia kwa misa takatifu tulioadhimisha mfungo wetu mtakatifu. Asante sana, Baba, kwa kutulisha neno lililo e, tukumbusha wajibu wetu kama tunavyoalikwa na Yesu Injili ya Mathayo sura ya tano aya 48 wenu watakatifu kama baba yenu aliye mbinguni lakini pia katupeleka katika ukweli kwamba kipindi hiki baba anatualika tumrudie sote tu wenye dhambi tunahitaji kutubu na ndio ishara ya kujipaka majivu, na vile vile ukatukumbusha mambo msingi ambayo tunapaswa kuyazingatia katika kipindi hiki, mazoezi ya kiroho katika kufunga, na unahimizwa kutafakari neno la Mungu, kusali na kutenda matendo ya huruma kwa jirani zetu. Tunakushukuru sana, Baba, asante sana tu pamoja na kwamba wakati wa kufunga tunasononekea dhambi, lakini katika wema tunapiga makofi. Tumpigie makofi Baba Askofu. <laughs> Basi wapendwa, wana sekretarieti na majirani wa ofisi za Baraza la Maaskofu, tunasema mfungo mwema wa Kwarezima, Kwarezima ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kama tulivyopata katika neno la Mungu, somo la kwanza kwa Yoeli, naambiwa turarue mioyo yetu si mavazi. E, tujikubane kwamba tuwa dhambi, tukiri dhambi. Na tumeona katika Injili, kama tulivyoona katika Injili ya Mathayo sura ya sita, Wafarisayo walishindwa kutubu kwa sababu ya kukosa fadhila ya mnyenyekevu wadhani mara nyingi wanashupaa kwa kiburi, na kwa sababu tulivyoelezwa na baba hapa duniani tunavutwa na mambo ya kidunia e, akili, tajiri, mamlaka ambao huwezi kufanywa kitu na mtu, unasahau kwamba Mungu anatafuta unyenyekevu. Na hiya alituonyesha pia Bwana wetu Yesu Kristo alipoenda jangwani kabla ya kuanza kazi yake alikaa siku 40 kutufundisha tu kwamba katika kutenda mema lazima uwe na unyenyekevu, juu unamhitaji Mungu, ili akili na utashi wako, ambaye baba amesema roho, akili na utashi, usitawaliwe na mivuto ya kimwili, na hivi akili na utashi vikuwezeshe kuchagua kilicho chema. Wapendwa wana sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na majirani, maaskofu wametuandikia wa kwa Kwarezima ambao unatuambia msichoke kutenda mema, msichoke kutenda mema. Hayo ni maneno ambayo mtume Paulo aliwaambia wa Thessalonike, na sisi tunaambiwa na mababa zetu viongozi wetu wa kiroho hapa Tanzania, kanisa Katoliki, kwamba katika kipindi cha kwarezma tubobee katika kutenda mema, tushinde yale mazoea mabaya ambayo tunayo. Kila mtu anajua mazoea yake, ndio maana kutafakari, kajigundua.